Ukweli mpenzi wangu, hebu <gibu> kwanza inamisha <kandiena> ah, <gibu> yani sijategemea kama unaweza kuwa mtamu kiasi hiki, mtoto fundi kweli kweli. Yani yeye mtoto sijui kabisa. Inaonekana wewe ni mtu huko wa Mwanza Mwanza, sijui Tabola Tabola huko, maanake huko ndo kuna wanawake wa dizaini yako, yani <gibu> ah, unajua sijategemea kabisa, sikufichi ila mimi hapa pesa sina. Hebu ah, weka namba yako ili nikutumie. Tulikubaliana keshi, lakini ni kweli unavyozungumza, ila mimi keshi sina. Kwenye simu ipo shida nini? Mama si hela tu, hata kutolea hata kuwekea. Mi sitaki longolongo. Unajua sijakutana na mwanaume wa daa hapa. Nywe wanaume wa vijijini mnakuwa mnaekaeka sana, unajua hilo <sighs> kwanza hapo ni kosa la jinai, eti mimi kunifananisha na wanaume wa daa. Wanaume wa daa wanapenda sana kula chips unaona, alafu sisi huku tunapiga sana miogo na maboga. Hata tunapokuwa tunapiga mishindo yetu, wewe mwenyewe umeshuhudia. Sasa hebu tuachane na hilo, mpenzi wangu. Umeona hii njia? Ukienda na njia hii moja kwa moja utafika kule, utakunja hivi barabara, utaifuata mm, lakini mkono wako wa kulia kuna kimtaa kimeingia. Ukienda pale kwenye huo mtaa, mtu yeyote utakao kukutana naye muulizie kwa mwenyekiti, ila hata kama mimi sija kutumia hela, usiwe na wasiwasi kabisa, mimi huku doni. Yaani ukiwaulizia tu watakuleta mpaka nyumbani, hata mtoto aliozaliwa leo nina uhakika na kuleta sawa. Sasa kitu kingine, huu mchezo mimi nataka sasa tupate usiku kucha, yaani hivyo vitu na ni vile ni vifaidi. Unajua mtoto kiangalia vijicho vyako vya brauni kidomo chako cha zambarau, yaani mimi nazidi kunikosha kiaulu malipo. Husue na wasiwasi kuhusu pesa, mimi ndio doni bwana. Haya bwana. Mama, usafi si sawa, ile kabati nimechia. Sawa, nitafuta, nimetafuta juu ya kabati. Bwana, mimi acha niwahi kufungua biashara eh, naye kufanya kazi. Mama kasika sana. <laughs> Mama kalala kakasirika kama nini?

Bebi, mimi nikitembea na ngao imenizunguka ngao hiyo, sio mwingine, ngao hiyo ni ziada. Hakuna mwanamke, hakuna gagula chochote ambacho sasa mbele yangu eti ni akifanya, no, kwa sababu wanawake wote hivi sasa naona kama wanaume wenzangu, wanaume siku hizi amwaminike, ndio maana bebi ushasema, wanaume mimi sio muongoni mwao, mimi ni mwanaume, mimi kangu nakupenda sana, nakupenda kupenda penda penda penda sana kuliko hali ya kawaida. Na hata tunikwambie, mke wangu, unajua wewe ni wewe ni pekee kati ya watu pekee kwenye maisha yangu, wewe ni mwanzo kati na mwisho, umeelewa? <laughs> Bibi yani ni kila kitu. Mhm, mm, nakupenda sana. Cha kufanya wewe usiwe na wasiwasi, ila tu niambie, ni kuete zaidi gani ndicho ambacho kimebaki, lakini usiniambie sijilinde. Sisi na kujilinda ndio kwao. Mama chokoleti, hasa chokoleti, utapata chokoleti huko <laughs> mambo yako ya mjini naletea huko, utapata chokoleti <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ay, machungwa saa basi, naenda bibi. oh, na kupenda <laughs> mm, nakupenda sana sana sana sana bibi, uh, bibi. hata samani, ah ha, bila samaha. Habari yako? Salama, nilikuwa naulizia kwa mwenyekiti. Si wapi? Oh, kwa mwenyekiti? Kwa mwenyekiti, bwana, ni barabara hii moja kwa moja, lakini tu kwa bahati mbaya, kama nitakuelekeza kule mbele, utachanganyika, unapotea. So sehemu ya kuelekezeka ni sehemu ambayo ndio, labda nikupeleke kama ningikuwa sina shughuli zangu, lakini kwa sababu mimi nileyo ni shughuli zangu, pia sina muda wao wa kusindikiza. Hata si nikusaidieje, kwao natokea wapi? Ah, mimi ni mgeni kidogo eneo hili, nimetokea Dar. Sema kuna mtu nilikutana naye huko akaniambia mwenyekiti anaishi maeneo haya. Oh, umetoka Dar es Salaam. I say kule hata ulivyokaa kaa umekaa kaa kidada tu. Nikasema watu kama nyinyi hapa kijijini kwetu hakuna. Hapana, <laughs> sio kama hivi tuko kijijini huko tumekuja. Hata kama kijiji chetu kimeendelea kiasi hiki lakini watu wa aina yako hakuna kabisa. Nilivyokuona tu nikasema huyu, huyu ni wa mjini. Huyu sio wa hapa. Eh? Wakati mkaribu sana kwenye hii kijiji. Kwa hiyo hapa una ndugu kabisa sana huku. Kuna mtu namtafuta, eh yeah. rafiki yangu fulani hivi anaitwa Rose. Rose? Hapa simfahamu. Eh, labda ukaenda kwa mwenyekiti, anaweza kusaidia. Ila kwa nyoo, wanawake wazuri, Mwenyezi Mungu, wanaficha wapi? Ndio wanaficha Dar es Salaam. Nimependa nywele zako ulizoziweka, kama stili waya, zinavutia kweli kweli. Eh, tabasamu lako, macho yako yalivo, unavoniangalia mimi, moyo wangu unafanya puu puu Pole. Yaani sina DC. Yaani kama wangu unasinyaa kabisa. Dada wa kweli, wewe mzuri. Bwana talivyosimama. Unaonekana mpole. Tazama tabasamu lako, I see. Eh, kwa unaitwa nani? Mimi naitwa Shamsa. Oh, Shamsa. I see. Imenitia unyonge Shamsa. Ah. Mama yangu pia naitwa hivyo hivyo kama wewe. Na mama yangu chai kuniambia siku nikipata na mwanamke wa jina la aina yake. Basi huyo mwanamke nioe kabisa, hata nisirudi nyuma, hata aseme mali kiasi gani, kwa sababu majina ya Shamsa, ni aina ya wanawake ambao ni wapole, wakarimu, wastarabu, wenye upendo, watu ambao hawana mambo mengi na wanahuruma iliyopitiliza, wanahuruma pande zote. Nikasema watu kama nyinyi wa pekee. Kwa hiyo leo ni kama bahati Mwenyezi Mungu amekutanisha na wewe, Shamsa. Asante. Nikwambie kitu Shamsa, mimi bwana hapa nilipo moyo wangu umejaa na upweke Upeke lokomo mjamao ni mwangu nikupata mwanamke wa aina yako. Toka nakona kule mwangu ulikuwa nadunda kule kweli. Nusu ni dondoke. Sini ngidondoka wangeniokota au utasinge kwaje. Nimevutika na yeye kweli kweli. Mimi ni sema Tshamsa, nimekupenda sana wa kweli. Mimi nimekupenda mama yangu. Nimekupenda mama, mama. Tafadhali naomba unipokee. Hata ukisema bwana, aah, ah, Mr. kule mpenzi wangu ana toa marafiki. Mimi nipo tayari. Shida yangu mimi karibu na wewe tu. Utabasa mbele yangu. Unitazame hivyo basi, na tusaidiane kumtafuta huyo ambaye unamtafuta. Nipokee mama yangu, sawa hmm. haina tatizo. We sasa hapa bana, huki jini kwetu ni wanoko sana. Wakati tumesimama hapa, wanaweza kujua ni jini, wakakimbia huko, wakaanza kupiga kelele, maana umependeza kwelikweli. Sasa unani kwenye ile jumba tunakaa tunazungumza tu, mimi na yeye tunazungumza, tubadilishana mawazo hapa na pale, afu tupange jinsi ambavyo tunaweza tukampata huyo rozi na mwenyekiti kwa ujumla Sawa. Kweli? Mm. Ah, ah, sawa. Shamsalam wasitwende Sawa. <laughs> Ziada mwanangu. Mi namshangaa sana mama wako hivi, kwa nini anaingilia mahusiano yangu mimi hivi eh? Anasahau kabisa na kujua kwamba mimi ni mama yake, yaani anakuja ananifokea, kwa nini unakuwa na mahusiano na huyo sijui nini hivi. Ananitaka nini hasa mama? Hata mi nashangani kwa nini anaingilia mahusiano yako, ngalikuwa ni mtoto nayi, ni mwanamke unaisia unaweza kuchagua yupi ni tulizo la moyo wako, lakini sasa sijui kwa nini naaki ziada nimchukia mumeo. Ananisema mimi kama anamsema mtoto mdogo, anampa faida nani tena kwa kunibwatiza sasa. Sikia, mwambie mumeo kama akiendelea hivi, mimi nitahama na ntawachia nyumba yenu, maana labda ndio anachotaka aniondoa kwenye nyumba yake, kwa hiyo ananitafutia sababu. Mama, usifikie huko. Yule mtoto wako. Mimi nitakaa naye chini tuongee.